Karbala ndiyo siri ya ushindi. Haya maneno yanahitajia muhadhara, mihadhara mingi, sio muhadhara mmoja. Karbala ndiyo siri ya ushindi, na namwangalia Husein alaihi wa ala nabiyina wa ummatina jamian afdalu salati wassalam Alipokubali kwenda katika ardhi ya Karbala, akakubali watoto wake wakamatwe mateka, akakubali dada yake Zainab binti ya alimamu Ali mjukuu wa Mtume Muhammad afungwe nyororo, akakubali alimamu Zainul Abidin afungwe nyororo akakubali Abulfadli Alabbas akatwe mikono miwili. Akakubali mtoto wa miezi sita Abdullahi radhia apigwe mshare uingie kwenye shingo utoke kwenye shingo nyingine, na mwisho Hoseini akauawa na hakuwa wa kawaida, akakatwa kichwa. Hawakutosheka na kumkata kichwa, Umar Ibnu Saad Ibnu Abi Waqas akatoa amri kwamba mwili wa Huseini ukanyagwe, kanyagwe, ukakanyagwa, kanyagwa Zainabu akatamka maneno yake makubwa, akasema ewe Mola wangu wa haki, takabbal minna hadha alqurban alazim, Mungu tukubalie huyu mtu aliyekufa kwa ajili ya dini yako, isimame. Mungu tukubalie kifo cha huyu mtu aliyekufa kwa ajili ya ushindi. The question is, nani ameshinda Karbala, ni Yazid au ni Hussein? Leo hii nani anajua alipozikwa Yazidi? Leo hii nani anaelijua kaburi la Yazid? Bali leo hii nani anakaa anamtaja Yazid? Nani leo anamkumbuka Yazid? Na anayemkumbuka Yazid, akitaja jina lake anasema la'anatullahi la alaihi. Nani mshindi? Karbala siru ntiswarina, Karbala ndiyo siri ya ushindi.